Mimba hazina mazoea, kila moja inaweza ikaja kivyake, yani kila moja ikawa na picha yake, haifanani na uzazi uliopita. Wapo ambao uh, wanajifungua katika mazingira ambayo hajajiandaa, kusema kweli, inaweza kujifungua katikati ya mkusanyiko wa watu, masokoni, barabarani na kwingineko, au kwenye vyombo vya usafiri. Lakini akiweza kujua mabadiliko ambayo anayapitia wakati anaelekea kujifungua, ni muhimu kwa sababu, itamsaidia aweze kujiandaa. Mojawapo, kadiri kadiri mimba inavyosonga karibia na masiku ya kujifungua, mwanamke anakuta anapata unafuu wa ule ujauzito. Waswahili wanasema tumbo linashuka, yaani tumbo linakuwa liko juu, nakuta linashuka kidogo kimo chake. Kwa hivyo likiwa juu vile huwa anapata kifua nacho kinatanuka na kupumua kuzito kidogo, lakini likishuka anajikuta anapata ahueni hata kwenye kupumua, anakuwa anajisikia yuko vizuri. Kwa kwa nini tumbo linashuka? Ni kwa sababu mtoto huwa anatanguliza kichwa mara nyingi, na kile kichwa kinakuwa kinaingia kwenye nyonga za mama. Kikiingia kwenye nyonga za mama, katika hii ni katika maandalizi kwamba anaelekea mlangoni atakapotoka uh, kuja duniani kwa vile anavoshuka na kuingia kwenye nyonga, ndio unakuta huku juu tumbo linapungua kidogo, kifua kinapata nafasi, anaweza kupumua vizuri, ule uzito uliokuwa akiusikia pia unakuwa mwepesi. Yani unakuta mwanamke anakuwa na nguvu kidogo kuliko masiku machache ya nyuma yake alivyokuwa. Um, hii kwa wale ambao mimba ya kwanza hutokea mapema zaidi, ikifika kuanzia wiki ya 36, 37, 37 inaweza ikatokea. Lakini kwa wale ambao ana mimba zaidi ya moja, kashazaa sasa amebeba nyingine, inaweza ikachelewa ikatokea tu siku chache kabla ya kujifungua. Uh, na kwa wale ambao mimba ya kwanza, yule mwanamke ambaye uh, mpaka imefika mwisho kabisa wiki ya 40 unakuta kichwa bado kipo juu, tumbo liko juu, halijashuka kidogo. Hii inaweza ikaashiria kwamba uzazi kwa njia ya kawaida kwake unaweza ukawa mgumu ama usiwezekane, kwa sababu ina maana mtoto hajashuka kuweza kuingia katika nyonga ambazo atazipita. Aidha, umbile la mtoto haviendani na nyonga za mama, labda nyonga za mama ni ndogo kuliko kichwa cha mtoto kilivyo, au kichwa cha mtoto ni kikubwa kuliko nyonga za mama na kadhalika au hajaelekea katika uelekeo ambao upo sawa wa kumwezesha kuingia katika nyonga hizo. Kitu kingine wanachokipata wanawake kuelekea karibia na masiku ya kujifungua wanakuwa wanakosa usingizi. Anakaa muda mwingi macho usiku. Usingizi unakata ama hauji. Hii inawezekana kutokana na labda ile mimba yenyewe ukubwa wa tumbo lake linavyomfanya akose kulala vizuri na kuweza kupata usingizi vizuri, lakini ni njia ya asili ambayo Mwenyezi Mungu anamwandaa wa mja wake kuweza kukaa kutumia masaa mengi ya usiku kwa ajili ya ulezi wa mtoto atakayekuja. Uh, kitu kingine wanachokipata wanawake ni maumivu ya tumbo ambapo yapo ya, ya aina mbili. Kuna maumivu ambayo ni uchungu na maumivu ambayo sio uchungu maumivu ambayo sio uchungu yanaweza yakatokea muda wote katika hii miezi ya mwisho karibia na kujifungua. Yanaweza yakatokea mara moja ama mara mbili tu kwa siku, lakini hayaendelei kama uchungu kabisa. Tumbo linakaza kaza, baada muda linaachia, anaendelea na shughuli zake, anakwambia kabisa, jana nilishikwa na uchungu, leo nimeamka niko vizuri, uchungu umepotea. Haya tunayaita Braxton Hicks kwamba tumbo linajiandaa kuja kushika uchungu baadaye. Unakuja uchungu wenyewe. Uchungu sasa unakuwa tofauti na maumivu haya, yanafanana kimaumivu, lakini uchungu unakuwa wenyewe ni endelevu, yanatokea ndani ya dakika kumi, yanaweza yakajirudia mara mbili hata mara tatu, na kadiri muda unavozidi kwenda, ule ukali wa maumivu unakuwa unaongezeka na yanapishana kwa karibu karibu zaidi kila muda unavozidi kwenda na yanadumu kwa muda mrefu zaidi kila muda unavozidi kwenda. Huu ndo unakuwa uchungu. Kwa hivyo mwanamke mja mzito ambaye anakaribia masiku ya kujifungua akisikia maumivu haya yenye kujirudiarudia ndani ya dakika kumi anaweza akajirudia tena, basi ujue huo ni uchungu. Na uchungu una hatua mbalimbali mbali. Hatua za mwanzo zinaweza zikakaa masaa mengi tu, kwa akapata muda wa kuweza kujiandaa na kujipanga vizuri kuelekea mahala ambapo atajifungua. Lakini kija hatua ya pili, unakuwa umechanganywa, unajirudia kwa nguvu na kwa hapo hapo, ule ndio unaotamfanya ajifungue ndani ya muda mfupi. Hizi hatua za mwanzo akizipata, ana muda wa kutosha wa kuweza kujiandaa na kuweza kufika hospitali atakapojifungua. Na kitu kingine ambacho wanawake wanakiona karibia na kujifungua, kunakuwa na na ute, tuseme tunaita show, ni discharge ambayo ni nzito, ina rangi ya pink pink kama vidamdamu kidogo au ni damu kabisa, unaiona lakini ni kidogo, una, una utelezi utelezi kidogo, ile inakuwa inatoka mara moja, ile tunaita show. Show, ile inakuwa ni ile ni kama ni plug, kama ni kizibo kilichokaa katika shingo ya kizazi muda wote mwanamke ni mja mzito anapokaribia kujifungua. Sasa ile plug ambayo ndio kizibo kilikaa pale kuzuia mtoto, kumlinda mtoto asipate maambukizi kutoka nje katika sehemu za siri za mama kinaondoka. Kwanza kikiondoka, ndo tunaona hiyo show au hiyo mucus plug inayotoka. Hii ni mojawapo ya dalili ya uchungu. Kwa hivyo mama akiona hii ajue kwamba yuko karibuni na kujifungua, ajipange, ajiandae, asogee mahala ambapo amepanga kujifungua. Na kingine cha kuweza kuona ni labda maumivu ya kiuno, kila kikaa kiuno kinauma kuuma kwake kuna kuja na kuondoka, kuna kuja na kuondoka. Hii ni sehemu katika uchungu, maumivu ambapo anaweza kasikia aidha tumboni au kiunoni. Kwa akiona kiuno kinauma na kuondoka, kina na kinauma na kuondoka, pia asogee katika sehemu ambapo amejiandaa kujifungulia. Dalili nyingine ambapo mwanamke anaweza kaona, anaweza kaona maji yanatoka, maji meupe yanatoka sehemu za siri na kwa Kiswahili tunasema amevunja chupa. Hii inakuwa mtoto tumboni amezungukwa na, na membranes tunaita ambazo kama mfuko unaomzunguka mtoto eh, ambao ndani yake una maji inaitwa amniotic fluid. Sasa hii hii membrane au mfuko ukipasuka, ndio tunasema amepasua chupa, yale maji yanaomzunguka mtoto yanaanza kutoka. Kawaida haya maji huwa yanatoka karibia na kujifungua tayari, mama uchungu ushachanganya, chupa ndio inapasuka ama inapasuliwa, mtoto anatoka. Lakini mwingine anaweza akapata hii hata kabla ya uchungu, amekaa tu nyumbani, anasikia pwa, maji yanatoka, yamerowesha nguo zake. Hii nayo sio jambo la kumwacha mama akae nyumbani, asogee hospitali ambapo amepanga kujifungua, kwa sababu mara nyingi baada ya kupasua chupa kinachofuata ni uchungu. Lakini pia uchungu unaweza ukachelewa, anaweza akapasua chupa yakapita masiku hamna uchungu. Hatakiwi kukaa hivi hivi, kwa sababu uh, chupa ikipasuka, ina maana njia uko chini milango iko wazi kidogo, kwa hivyo anaweza kupata maambukizi ya bakteria ambao wapo katika uh, uh, maeneo ya viungo vya siri vya mama. Kwa hivyo anatakiwa apate matibabu, matibabu ya antibiotic, na kama pia ikibidi, utakuta analazimika kuanzishiwa uchungu, ili simfanye mtoto akaendelea kubaki tumboni mwa mamake ilhali chupa imeshapasuka. Na mara nyingine hutokea hata mimba haijatimia ina miezi saba miezi nane, chupa unatokea imepasuka. Ikitokea hii hali hii, asibaki nyumbani mwanamke kusema kwamba siku zangu hazijatimia, hata kama chupa imepasuka, bali anatakiwa aende hospitali akapatiwe matibabu, kwa sababu usipopata matibabu ya chupa ikipasuka, madhara makubwa yanaweza katokea kwake na kwa mtoto, hususan hasa infection ambazo zinaweza zikagharimu hata uhai wa mtoto aliopo tumboni. Pia wapo ambao hawapitii hatua na kuona dalili zote hizi za uchungu. Uchungu unaweza ukaja ghafla, unaanza ndani ya masaa saa moja au masaa mawili, tayari tangu waanze dalili zote mpaka kupata mtoto zinaweza zikamtokea kwa wakati mmoja. Hii naita precipitated labor. Wapo ambao wanapata, wanapata, wanapata hii hali, kwa hivyo wale ambao wanajijua wanapata hizi changamoto, ni muhimu wakakaa standby muda wote itakapomtokea basi, mara moja akimbilie katika kituo cha kutolea huduma za afya, azalie hospitali, asija akazalia maeneo ambayo hayana staha wala huduma muhimu ambazo atakaweza kuzipata.